<tosema> ndio huyo kijana sehemu yake asiri haiwezi fanya kazi tena vizuri, nimeiweka, atakuwa kadudu kadogo, muwe kuna <tosema> mambo <tosema> ya kumwacha sijui kipoko ima nakwambia, hivi unaona, huyo bima huyo mwanamke ndio hizo, si ndio? alafu hizo hizo do tunazipieka pia sisi, unajua matai kumi kabisa. Ama ni aje ukiendesha moti yako hey? nami niko na pale hivi hey. hey. tunapiga sherehe mpaka chee, si unajua tu hey. Hey. bana shukulia, jo si ndio hiyo yeah. hey. yeah. ama we unaonaje? Uh -huh. Uh -huh. mshere, shere. Uh -huh. si ndiyo hiyo bana hey, nabishukulia uh -huh. tena bana, halafu eh? uh -huh. naona uh -huh. hivi tukienda uh -huh. pale, si wale wale watu walinini walifikia, si watu wetu, hiyo kadivenge lazima tuifanye. uh -huh. naona huyo nani huyo kamera redi huyo hiyo tunafika, si ndio? Hey. Yeah. si wa, wenzetu walienda hata, Yeah. yeye anawapata huko, Yeah. si ndio? Yeah. Hey. Ki badman ama niaje, tunaingia huko au madoki, tunafika kitu kali ama niaje? Shukulia bro ama niaje? Hivyo hivyo tu, lakini mimi naona Hapana, hiyo hiyo kitu cha ivana eh, cha ivana kabisa. Lazima tuje huko, lazima wote madaktari na lazima wote walale chini, si ndio? Kabisa kabisa hiyo eh. Alafu mimi naona unaona inge kwa hiyo hosi tumekie sisi, jina yetu imetambulikana, lazima watu jue ni kina nani, watu jue eh, si ni ile mbugia eh, watajua huyo bosi mwenye mkituma ametuweka vizuri kabisa. Kama yani aje, si mamanga eh, si kofiti kila kitu iko sawa kabisa, eh bana, kama ni aje hivyo hivyo watajua nikuenda kuapiaka kitu mbaya nini, dili itakuwa tu sawa kabisane. Halafu kuna kitu nilikuwa nafikiria hivi na tukipot hizodohivi

venye walifanyia wasee wetu wao, aa chomoa hiyo kitu eh. chomoa hiyo kitu bana, hochomoa hiyo kitu bana, hiyo eh. kitu piga kitu ninyi kitu. ni vijana wadogo yeah, sana nani. Hey, hey, hey, mnachofanya mnakijua kweli ah, Si hicho tombo ambacho umekishika mkononi akiwezi fanya kazi kwetu. Fanya mambo bana e, nawaambia tena fanya mambo. Mipango gani mko nayo hapa? Basi munisikize. Nani, mnafanya we, kazi ya ujinga we, na, we, nani na utumbafu. Hayo maswali ya ujinga usiniulize mimi, kwa kuwa mimi we, si binadamu wa kawaida. Kukua mnoma, usinilatie mimi kwa kuwa mimi nimezingiwa na damu ya Yesu Kristo. E, nimekuja hapa kuwaeleza maovu ambayo eh, mnapanga maovu ambayo mnapanga kutekeleza. Kitu. Chini, wendeni chini, hamutafaulu badala yetu sisi kwenda chini, tunawapea onyo ya mwisho. Onyo, onyo, ee, ama tuamalize taka nikueleze chini. Chini. Hilo kifaa ambacho umekibeba hiyo mimi auwezi nistua nayo chini, ndio maana kuambia hivi kijana. Si ndio? wewe ni kijana mdogo unastahili kutafuta yeah, kazi, unastahili kutafuta kazi ya kufanya. Unastahili kutafuta kazi ya maana ya kufanya. Jana sio kupanga maovu ipanga mko nayo? Ingine kali. haitawezekana na mko wengine mmeficha mwaficha huku ndani asim, tunataka tuwafanye, sii niwe warning wenginenawapea lasuani mtatubwu tubu. Kijana uliobeba hicho kichombo utatubu ama utatubu. Nyinyi ni vijana wadogo, muna muda mchache wa kutubu dhambi zenyu na kufuata njia nzuri. hamuwezi yeah. kuja hapa yeah. kupanga mikakati ya kuenda Mbokini. Sikiza kijana, hamuwezi kuja hapa Mkoje, okay. mkapange mikakati ya kuenda kumaliza kamera ledi, okay. nyinyi sio Mungu kuchukua uhai wa mutu hii sio Mungu kupeana hivyo, msikuje, msikuje hapa uhai hivyo, msikuje hapa kupanga mikakati, msikuje hapa aaa ukabaki kipofu. Hiyo bunduki uko nao kijana haiwezi fanya kazi, sabaki kipofu kijana. Mimi hata simjui huyo, tafadhali. Kama utasamaha bana, jamezi bro, sini roketi, tulikuwa nauniroka hata ah, sikujui yani. Utabaki hey, uta kipofu hayo macho yako. Naomba tafadhali. Kwenda kufanya maovu basi, sasa ndoka wenda kufanya maovu tuone nikupea naomba msamaha. Onyo ya mwisho ukakataa, siwezi nitakusameha. Basi kipofu hivyo basi, wacha nione pene taenda. Hakuna kitu kama utarudia. Nirudishie macho oh. oh. Ah, yangu utabaki kuwa kipofu. Hata simjui huyo. Mimi sikujui jamani. Nimsamee. Nimsamee tafadhali. Nimerudishia macho yangu niaone. Naomba msamaha. Kuja hapa. Naomba msamaha. Kuja hapa wewe. Naomba msamaha. Wewe kipofu. Naomba msamaha. Piga magoti chini. Kuja hapa. Naomba msamaha. Nimepiga. Naomba msamaha. Msamee tafadhali. Naomba msamaha. Kuja hapa. Siniumize. Hichi ndio kifaa ambacho mnatumia. Siniumize. Hichi ndio kifaa ambacho mnatumia. Siniumize jamani, kuangamiza watu kama. Msamaha jamani, nikabidhi ambacho mnatumia. Ndio hiyo ndio hiyo ndio hiyo. Basi sisi sio binadamu wa kawaida wa kutumiwa chombo kama hiki. hey, hey, hey. Jameni oh, hey. Kijana hey. Kipofu sasa ah, hey, songa huku anakuja, nataka naomba msamaha, damu nikuongeza ulemavu mwingine, nataka sasa ukose kutembea. dia, hey. dia, iwe funzo hey, na iwe hey. hiwe iwe funzo, sioni hey. hiwe funzo. funzo. Hey, yale maovu ambazo mnatenda hey. wache hey. iwe funzo hey. mwache kuangamiza watoto wa watu wasio hey. natia. Nyinyi mko hapa vijana wadogo, badala mkatafute kazi mkafanye hey. nyinyi mnapanga jinsi ambavyo ya kumaliza kamera ledi. Nataka niwaambie Hamutafaulu na siku zenyu yeah. Zimewadia, tuliwaambia yeah, mutubu yeah, na mtoe kwa haya maovu yeah, hamukusikiza yeah. Kwa hivyo lazima yeah. no. mkae vipofu. Kwa hivyo wewe kijana, lazima yeah. yeah. uwe funzo kwa wengine yeah. Na wewe ah, lazima upokee vichapo, wakuwa lazima kukawe na funzo. Ay. Usinikasirishe kijana kipofu, manake nitakitumia hiki chombo kukumaliza. Usiniguze manake, kawe na funzo. Hii chombo yenu lazima, kukawe na funzo. Mnirudishia macho, inapaswa kutumika kwenu jinsi mlivyopanga, kwenda kuua kamera lady, basi ndivyo tunataka tuwamalize. Mtape vizuri kabla nimgeuze, nisamee mlemavu na niruka nikipigwa, nisamee, sitorudia, sitorudia, tafadhali nisamee, nisamee, sitorudia, nisipuji, sitorudia, nisamee tafadhali, sitorudia, kanadi, sitorudia, utusamee

sehemu yake nyeti. Sasa hivi wameacha mwenzao hospitalini akiwa na maumivu, sababu nyinyi ndio mlituma wale watu wenyu wakaja wakamsumbue na kumtesa. Waca kukana, waca kukana, nyinyi ndiye mulie watuma na usithubutu kukana. karibu tasema mipango yenu, ongea, toboa yote. Wee kipofu, nani alikutuma? Basi bosi wenu. Kwa hivyo nyinyi natumwa na mnafanya vitendo vibaya. tulituma jamani cameraman. mmepewa kazi. mmepewa kazi. nyinyi mkaamua kufanya kazi, kazi, kazi. <tuhi> kwa sababu mnataka hela <tuhi> basi wacha tuone huo upofu wako kama utaweza kupata hizo hela nayo jameni. Mtume Michael, ndio Tumfanyie nini huyu kijana, unayemtandika hapa huyu, lazima kwanza apokee viboko sababu hii hey, kitamba changu hey, kiko na nguvu zaidi. Lazima apokee viboko vikali, ee, yeah, ndiye anajua kitu ambacho anahisi hapa alipo. Ndiyo, baada ya viboko ndio nitakwambia kila ambacho tamfanyia kwa sababu nataka iwe funzo, hey, hey, kwa wale wajinga ambao wanatenda dhambi, wanaua wenzao, wanajisi wa, wa, wenzao na kuwafanyia wenzao nyama, nataka iwe funzo kijana, na usinishike mimi. Mimi sikukuwa na wewe ukipanga kumuua kama ranedi kijana kipofu

Hivyo ndivyo kama ledi alikuwa nahisi uchungu. Hivyo ndivyo kama ledi alikuwa na hisi uchungu. Hivyo nakwambia na wewe utahisi uchungu. Piga magoti hapa. Piga magoti haraka. Hakuna msamaha tunakupea. Piga magoti. Tunataka uhisi. <mulia> Piga magoti. Jamani, piga magoti. <mulia> <Pisa tue> Kwanza <mulia> sehemu yako ya siri. Kama mzama. Na ya muru. Mtume <mulia> <Mutume>, Rafael na ya muru. <mulia> mtume, mtume Rafael. Naam. Nataka ukachukue hii pia. Sijui utafanyia nini. Sijui kama utakabidhi. Hata <mulia> utawakabidhi hata na maza mkuu ziko kuna chombo hapa uh, chini, chukua hiyo. Nakiona, chukua basi, wakabidhi akina director ile wafuatilie, wajue minendo za wengine. Hiki ndio chombo chao cha kuzungumzia, ndio hiyo utapea basi. Mwili wangu soma, akuja hapa. Nitaweza tumia hichi chombo chako kumaliza. Kwanza kuja hapa. Kijana kipofu mimi sina huruma. <stitament> ki huruma. Nitaku... Unisamee. Unisamee. Sina huruma kijana, kipofu mimi sina huruma. Nitakumaliza sasa hivi.

Sasa hapo dada bo yote. Basi mtume Michael, kazi kwako aseme kila kitu. Haya, sikiza. Naam. Hapa, nataka kutuma. Nataka kutuma ufanye ufanye maovu. Ndio anakubali. Anakutuma, nani anakutuma? Basi kuja hapa. Basi nieleze. Mulikuwa muende wapi na mfanye nini? Ongea kwa sauti sauti, mfanye nini kwa, sa kwa nini mukamuua? Amefanya makosa gani? Mumetumwa, kwa hivyo nyinyi mnatumwa na mnakubali mnatumwa, eh? Oh. Na munakubali kutenda mahovu? Ulipewa pesa? Sasa acha nikuambie maisha ya binadamu na pesa, wewe umeona pesa ni muhimu. Ukifikiria umefika ukaona, wewe utaenda tu, na uwe mwenzako aliye mjamzito. Unajua kwamba yule mtoto aliyebeba pale ni wa maana zaidi. Unajua hiyo basi? Leo utajua, leo utajua yule mtoto amebeba ni wa maana. Leo utajua, utajua, utajua. Michael. Ndio. Huyo kijana. Ndio. Sehemu yake ya siri haiwezi fanya kazi tena. Vizuri. Nimeiweka. Ndio. Akakuwa kadudu kadogo. Sasa hakawezi fanya kitu, narudishiwa nini? Unataka urudishiwe sehemu yako na wewe ndiye unaua? Unataka kuua mtu aliye mjamzito ambaye anataka kujisaidia na wewe, unataka ubaki na yako ukuje zae? Hiyo ni mbaya. Kumbuka Biblia inasema, Biblia inasema hivi: he who lives by by the sword dies by the sword yule anayeishi na upanga basi anakufa kupitia upanga. Yule ambaye anaishi kwa bunduki anakufa kwa, kwa bunduki. Yule ameishi kwa kuua watu basi na yeye atauawa. Basi hiyo ni Biblia, sio maneno yangu. Naye siku yako imewadia, mtume ni tumetombo takatak ita. Ufanye hivi, na nataka ukaue yule kwanza Tafadhali. Muue, kuna mambo ya kumwacha sijui kipofu. Muue. Atarudia. Muue, atarudia mimi. Nimesema muue. Basi. Nimesema muue. Atarudia mimi. Chapa yeye. Atarudia. Atarudia. Chapa, chapa, chapa. Zuri. Kufa. Wewe. Endelea. endeleattobyote yote. Si yote. Nikuulize swali, kwa nini kijana mdogo kama wewe unakubali kutenda mahovu? Sikuna kazi yoyote ufanya? Kama una kazi, umeona kazi ya kuua watu ndio kazi ya kufanya a lajae hela? Hivyo, kuua watu ndio kupata hela? Hauwezi pata hela kwa njia yoyote? Umeua wangapi? Hebu nieleze, umeua wangapi Umeua wengi. Hizo hela ambazo umekuwa ukipata kwa kuua wengi, haija kutosha? Haija kutosha? Basi mtume huyu tumuamizie, mzimalizie jamani. kazi nzuri. Basi mtume, wacha mimi niondoke nikatafute Mark na kameraman pamoja na director, ndio niweze kuwakabidhi wapee hizo silaha silaha, ndio pamoja na hii chombo ndio. Sawa wagaidi, nataka upe Mark hiyo silaha, wajilinde nayo kwa sababu wako na madui wengi. Naam, usisahau kuwatafuta na kuwapea hiyo silaha. Baada ya hapo, nataka nikutume na wewe kwenye mission. Naam, ndio nataka nikutume kwenye mission kwanza. mm -hmm. tafuta mark na cameraman na director uwapee hizo silaha. Basi baada ya hapo, nitakutuma kwenye mission ingine. Naona mambo yanaharibika, basi upande, mambo yanaharibika upande wa Khartoum kule Sudan, ndio inatakikana uende leo na tena kesho nikutume tena Kenya, wewe utajua jinsi ambavyo utafanya. Basi wacha nikakabidhi hizi vifaa kwa Mark, cameraman, director. Fanya raka. Shalom, shalom. Mungu awe nawe, shalom.